Karibu mtazamaji, tunaendelea kutazama Darubini Wikendi. Mvutano ulishuhudiwa katika eneo la Ngosuani katika eneo bunge la Narok Kusini baada ya makundi mawili pinzani kuzozana kuhusiana na shughuli ya ugavi wa ardhi. Ubishi ulizuka wakati wa shughuli rasmi ya ugavi wa ardhi ya ekari mia moja na kumi kwa wamiliki wapya mia tano kufuatia uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama. Wakati wa usintofahamu hiyo, mtu mmoja aliuguza majeraha mabaya ya kichwa. Kile kilichoanza kama siku ya kawaida kwa wakazi wa eneo la Ngosuani katika eneo bunge la Narok Kusini kiligeuka tandabelua. Rapsha ilizuka huku makundi mawili kinzani yakikabiliana vikali kwenye mgogoro kuhusiana na uhalali wa shughuli ya ugavi wa ardhi. Tuko na shida ama maji moto, kutoa title mara mbili na kupea shamba moja, ndio anasababisha sisi tuuane. Mimi nimepikwa leo ufenye, umeniona kichwa, nimeshonwa kwa ajili kupikania shamba ya kunyang'anya mwenyewe. Licha ya uwepo wa maafisa wa polisi waliokuwa wakishika duria, taharuki iliongezeka pindi masorovea walipowasili kwa ajili ya shughuli hiyo muhimu, hali iliyochochea kundi kinzani kuwazomea wamiliki halali wa ardhi hiyo. Tulisikia kuna jamaa mmoja anajifanya komiti aliita yeah, yeah, yeah, wafuasi wake kuja kuwakatia kwa shamba ya wenyewe, shamba ambaye, shamba ambaye si ya senta, ni shamba ya individual. Hata hivyo, zaidi ya wa wakazi mia tano walionufaika na ugavi wa ardhi hiyo walisisitiza wao ndio wamiliki halali wa, wa ardhi hiyo ya ekari mia moja na kumi kufuatia uamuzi wa, wa mahakama wa hivi majuzi na leo tunajaribu kuja kufuata yale kotini. Amesema kuna watu wachache ambao wanatisha serikali na kusema watapigana, wamepigana, wa wametupiga, kuna jamaa ameumiswa, na tunataka kusema ya kwamba tunaomba serikali waingilie wa hii mambo. Kotini imetoa uamuzi, hawa jamaa na kulipana na kwenda kwa mambo yao. Hatuwezi kubali, tutakuwa hapa mpaka tumalize. E center, center EMC ya maji moto. Ghasia hizo zilimwacha mtu mmoja akiuguza majeraha mabaya ya kichwa. Haya yanajiri huku wakazi wakitoa wito kwa serikali kuingilia kati mara moja kutatua mzozo huo, wakionya kwamba mizozo zaidi huenda ikasababisha eneo hilo kukumbwa na vurugu. John Kahiro, Darubini Wikendi <todicolo>